Ni Bugoma TV. Habari, habari ndugu waandishi wa habari. E, nimewaita kwa ajili ya kufahamisha na kuhabarisha umma kwamba katika mkoa wetu tutakuwa na tamasha kubwa maarufu kama Samia Day la kutangaza mafanikio ya serikali yaliyopatikana katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tamasha hili litakuwa kwa siku mbili kuanzia tarehe nne mpaka tarehe tano mwezi eh, wa Julai elfu mbili na ishirini na tano. Mahali tunapotarajia tamasha hili kufanyika ni katika viwanja vya shule ya msingi Inyonga vilivyopo katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mlele wilayani Mlele. Mgeni wetu rasmi atakuwa ni mheshimiwa Mwanamvua Hoza Mrindoko, mkuu wa mkoa wetu wa Katavi. Lengo la tamasha hili la Samia Day ni kumpongeza na kumshukuru mheshimiwa rais kwa mchango wake mkubwa wa kuleta fedha nyingi katika mkoa wetu wa Katavi, takribani trilioni 1 bilioni 345 na milioni 153, ambazo zimesaidia kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika mkoa wetu wa Katavi katika sekta zote za maendeleo na huduma za jamii. Kauli mbiu yetu inasema, Asante Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha za maendeleo. Katavi imara na maendeleo imara. Katika tamasha hili tutakuwa na wahusika mbalimbali wakiwemo toka serikali yetu ya mkoa wa Katavi, taasisi zote, kwa kushirikiana na timu Kizimkazi maarufu kama mkasi utaongea. Tutakuwa na matukio mbalimbali mbali ambayo yatapamba tamasha la Samia Day. Ndugu wanahabari, tamasha hili kama nilivyosema, tumeligawanya katika siku mbili, tarehe nne na tarehe tano Kwa tarehe ta, tare nne mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa na matukio yafuatayo. Mosi, kutafanyika utalii katika mbuga yetu ya Katavi National Park ambapo asubuhi, timu ya kizimkazi viongozi na wataalam watapata fursa ya kutembelea hifadhi yetu ya taifa ya Katavi ili kuweza kuona uzuri wa asili ya mbuga yetu ya Katavi na shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika hifadhini. Baada ya kutembelea mbuga yetu hii ya taifa ya Katavi, timu hiyo itatembelea miradi mbalimbali mbali ndani ya manispaa yetu ya Mpanda, ikiwemo kuona miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa maji wa miji ishirini na nane uliopo Shanwe hapa manispaa ya Mpanda, lakini pia kutembelea vihenge vya kuhifadhia mazao vya NF, NFRA. Lakini pia timu hiyo itatembelea hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa KRRH, kuona shughuli zinazoendelea pale katika hospitali yetu ya rufaa na baadaye watahitimisha kutembelea eh, kituo chetu cha kupozea umeme wa gridi wa taifa hapa manispaa ya Mpanda. Tukio la tatu kwa siku hiyo ya tarehe nne itakuwa ni usiku wa Samia. Katika usiku wa Samia kutakuwa na tukio katika ukumbi wetu wa Mpanda Social Hall ambapo baadhi ya viongozi watapata fursa ya kuongea na kubadilishana mawazo kuhusu mkoa ulipotoka tulipo hivi sasa na kule tunakoelekea. Lakini ndani yake, ndani ya usiku wa Samia tutakuwa pia na burudani mbalimbali katika kunogesha shughuli hii ya Samia, eh, usiku wa Samia. Tutakuwa na siku ya kilele kwa maana ya tarehe tano Julai elfu mbili na ishirini na tano ambayo itakuwa ni kilele cha Samia Day, ambapo pia ndani yake kutakuwa na matukio. Tukio la kwanza itakuwa ni matembezi ya hiari ambayo yatafanyika katika mji wa Inyonga wilayani Mlele, ambayo yataongozwa na mheshimiwa Mwanamvua Hoza Mrindoko, mkuu wetu wa mkoa wa Katavi. Baada ya maandamano haya ya hiari au matembezi haya ya hiari kutakuwa na tukio la michezo mbalimbali mbali katika kupamba siku yetu hiyo ya kilele, na michezo hiyo itahusisha mpira wa miguu kwa timu za kiume na za kike, kwa maana kina baba na kina mama, lakini tutakuwa pia na mchezo wa kuvuta kamba kwa wanawake na wanaume. Pia tutakuwa na mchezo wa kukimbiza kuku tutakuwa na mchezo wa kukimbia kwenye magunia pamoja na mbio za mita mia moja kwa wanaume na wanawake. Shughuli kubwa ya tatu itakuwa sasa ni kutangaza mafanikio ambayo yatakwenda mbashara kupitia Channel 10 ambapo viongozi mbalimbali mbali na watendaji watawasilisha mafanikio hayo na mheshimiwa mkuu wa mkoa atawasilisha mafanikio yote kwa ujumla ya kimkakati ambayo yamepatikana katika mkoa wetu wa Katavi kwa miaka mitano, ambayo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Katavi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika tukio hili muhimu na la like kihistoria katika mkoa wetu wa Katavi. Lakini pia ni yaombe makundi yote katika jamii wakiwemo bodaboda, wasanii, bajaji, mamalishe, machinga na makundi mengine yote kujitokeza kwa wingi katika matembezi ya hiari na maadhimisho yote kwa ujumla. vile vile niziombe taasisi za serikali na zisizo za serikali, mashirika ya kiraia, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kujumuika nasi katika tukio hili mkimu. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha viongozi na wananchi wa mikoa ya jirani kujumuika nasi katika tamasha hili kubwa na la kihistoria katika mkoa wetu. Mwisho, ni waombe wananchi wote kuendelea kudumisha amani, upendo, mshikamano, ushirikiano ili kuletea maendeleo mkoa wetu wa Katavi na nchi yetu kwa ujumla. Hii ni Bugoma TV habari